Hilo ni shangwe la Ruvuma City FC. Hii ni mara baada ya mashindano ya ligi daraja la tatu ngazi ya mkoa wa Ruvuma kukamilika, huku timu ya Ruvuma City ikitoa ubingwa baada ya kuichapa bila huruma Tunduru Korosho FC bao moja kwa sifuri katika mchezo uliopigwa katika uwanja wa Majimaji. Bingwa Ruvuma City FC amepokea kombe, jezi, medali pamoja na laki tano, huku mshindi wa pili Tunduru Korosho yeye, yeah, akijinyakulia jezi mpira na kiasi cha shilingi laki tatu huku zawadi mbalimbali zikitolewa kwa waamuzi pamoja na wachezaji bora katika maeneo mbalimbali. Mgeni rasmi Mkuu wa Wilaya ya Songea, Wilman Kapenjama Ndile, aliyemwakilisha Mkuu wa Mkoa wa Ruvuma wa Brigadia Jenerali Ahmed Abbas Ahmed, amewapongeza mabingwa na kuahidi ushirikiano wa serikali katika maandalizi ya mashindano ya mabingwa wa mikoa RCL yatakayofanyika mwakani. Sasa tunawapa baraka zote, mtatuwakilishe huko kwenye mikoa mingine. Mkienda kule, tafanyeni vizuri zaidi ya hapa mlivyofanya, na sisi tutawapa sapoti ya kila aina kusudi mrudi na ushindi mkubwa zaidi. La pili, niwapongeze vijana kutoka timu ya Korosho. Timu yoyote ingetuwakilisha mambo yangekuwa mazuri tu tunawapongeza na wengine ambao hawapo hapa, wale wa Mbinga wale wa Ruhiko mmefanya vizuri. Kwa Madaba nimeambiwa waliziliwa mapema kabisa, hawakujipanga vizuri zaidi. O, waruhuma, kwa ninyi wa Ruvuma mnaweza mkacheza mdundiko kuanzia hapa mpaka huko kwenu Ruvuma, mwendelee kucheza mdundiko kwa kazi nzuri. Lakini la mwisho niwapongeze sana benki ya CRDB. Unajua nchi hii na, na mabenki mengi sana yako mengi sana zaidi ya karibu arobaini nchi nzima, na mabenki karibu arobaini. Lakini mara nyingi sana tunapofanya shughuli za kijamii, benki ambayo haikosekani ni pamoja na CRDB. Hii ni benki ya watu wenye fedha, ya watu wenye fedha nyingi kabisa, ya watu wenye fedha za kati, lakini hata wanaodunduliza, hii benki bado inawathamini, ndio maana hapa vijana mko hapa lakini benki na yenyewe haijakaa mbali. Kwa hiyo, mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Ruvuma anaipongeza sana benki ya CRDB, anawapongeza sana viongozi wa chama cha mpira mkoa wa Ruvuma kwa sababu mmeendelea kudumisha vipaji hivi. Ukipata uongozi legelege unaweza ukaua vipaji katika mkoa wetu, lakini ninyi hamja hamjakubali, mmeendelea kwen kuweka nguvu ndio maana vijana kama hao wanaibuka, na mwisho kabisa tuombe Mungu ili mashindano yajayo sasa yafanyikie katika mji wa Songea, akifanyikia hapa kuanzia huu mwezi wa pili, kwa sababu mji huu sasa umechangamka sana. Sisi katika siara db tunasema mahali popote ulipo na sisi tupo, unaposema ulipo uwa! Ulipo, Uwa! ulipo. Uwa! Leo tuko mahali hapo no. Kwa hiyo niwaombe sana ndugu zangu, sisi ni benki ambayo tunajali mambo mbalimbali ya kijamii, na tuko tayari wakati wowote kushirikiana na jamii husika kwa ajili ya kuhakikisha kwamba gurudumu la maendeleo katika mkoa wetu wa Ruvuma unaenda vizuri. Kwa upande wake mwenyekiti wa chama cha mpira wa miguu mkoa wa Ruvuma Faru Kamwanga Tambwe amewashukuru wadhamini pamoja na vilabu shiriki kwa kuhakikisha mashindano hayo yanafanyika kwa mafanikio. leo tunafika kwenye tamati ya kumpata bingwa wetu wa mkoa wa Ruvuma kwa msimu wetu wa mwaka 2025 2026, na ndiye ambaye atakwenda kumwakilisha mkoa wetu wa Ruvuma katika mashindano ya mabingwa wa mikoa. Hata hivyo katibu wa chama cha soka mkoa wa Ruvuma, Abdallah Omar, ameeleza kusikitishwa na baadhi ya wilaya kushindwa kupeleka timu kwenye mashindano hayo, akisema hatua hiyo ni kurudisha nyuma maendeleo ya soka la mkoa. Changamoto ni baadhi ya wilaya kushindwa kushiriki shindano hili, baadhi ya wachezaji kudanganya umri, kukosa mdhamini mkuu wa ligi yetu. Hapa ni kocha wa Ruvuma City, Ally Matanda ametumia nafasi hiyo kupongeza wachezaji wake kwa nidhamu na juhudi walioonyesha hadi kutoa ubingwa, na ameomba ushirikiano zaidi kutoka kwa wadau wa michezo kuelekea safari ya RCL. Furaha sana wakuwakua bingwa hili a kocha bora mashindano tatu. Yani, hizi ni ndoto ambazo mpenda iwe nazo kwenye maisha yangu, pate kombe muda wote. Wana Ruvuma, kitu cha kwanza nataka niwaambie, mpira ni jitihada. Pili, Yatakiwa tuwe na tunasapotiana sana kuliko kupata tamaa, kwa sababu mpira hauna mwenyewe. Leo kuna timu zikuwa nyingi zimetoka, hatimaye sisi ndio mabingwa wa mkoa. Kwa hiyo kila mtu awe anajua mpira ni jitihada, sio timu ambayo yenye kipato sana. Sisi hatuna kipato, ila bado tunajitahidi kwa jitihada zetu tumechukua konahii. Toka zamani TV, mimi naitwa Shehane Mzeina. up to date zaidi, tafadhali subscribe na bonyeza alama kengele, tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka zamani TV. Kila siku fote Johana Daycare and Nursery School inaanza na tabasamu, furaha ujifunzaji unaohisi kama nyumbani. Tunafuata mfumo wa Montessori, watoto hujifunza kwa kuchunguza, kugundua na kufanya mambo kwa vitendo, huku wakikuwa kwa uhuru. Walimu na walezi wetu wamefunzwa vizuri, wana uzoefu na upendo mkubwa kwa watoto, kuhakikisha kila mtoto anahisi kuthaminiwa na kujalia Foti Johanna Daycare and Nursery School ni mahali salama na penye ya ubunifu, ambapo watoto wanajifunza, wanacheza na kujijenga kwa kuwa kwa kujiamini. Kwa wazazi wa Kigamboni na maeneo karibu ya Dar es Salaam, usikose Nafasi. Usajili kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa sasa. Tunapokea watoto kuanzia umri wa mwaka mmoja hadi miaka mitano. Fort Johanna Daycare and Nursery School mahali ambapo kujifunza ni upendo. Tembelea au tupigie simu leo kwa namba za simu 0746369615.